Oh, habari zenu pioneers, habari zenu za muda. Natumai mko poa kabisa. Uh, nimeamua kutengeneza video hii fupi kwa ajili ya wale watu wote ambao wanapata changamoto ya kubaki katika tentative KYC na kuto kupata liveness check. Basi, video hii taonyesha vitu viwili ambavyo tunaweza tukafanya ambavyo watu wengi wamesema vimewasaidia na walivyofanya hivyo ndani ya masaa sabini na mbili, wameweza kupata tentative na wameweza kupata liveness check na tentative KYC yao ikawa lifted, yani wakapita kwenda uh, stage inayofuata. Basi naomba uangalie video hii mpaka mwisho, ili usiweze kuruka stage wala kukosea kitu. Basi kitu cha kwanza utakachoenda kufanya ni kufungua application yako ya Pi Ukishafungua app yako ya pai, utabonyeza pale juu kushoto, vile vimistari vitatu, kisha utaenda profile. Na hapa kitu cha kwanza tutakachoenda tuta deal na email, utaenda kwenye email address, utakliki hapo walipoandika update. Kama email yako ulishai verify mara moja au mara mbili, kidogo utaona itakuwa peji yake tofauti na ya kwangu. Utaandika email yako hapo, ile email ambayo ulisha verify na Pai, au kama bado utaweka hapo email yako. Ukishaweka email yako uta click verify. Ukisha click verify, kitakuja ki option kingine hapo, mimi haijaniletea lakini itakwambia send request. Utakibonyeza kile send request kisha utafungua email yako, application yako ya email ya kawaida. Ukishafungua uta verify kule kuwatatua, wametuma linki, utaiverify ile linki basi tutakuwa tumekamilisha zoezi hilo. Tukienda katika kipande cha pili, tutakuja tutarudi tena pale kwenye profile yetu, lakini muda huu tutabidi tuende tukaverifai namba ya simu. Tutaverifai je namba ya simu? Ili tuweze kuverifai namba ya simu, tuta sign out. Unaweza ukawa ulisha verifai namba yako ya simu, lakini ukiverifai tena kwa mara ya pili hii inaonyesha uko active, system itakuona uko active. Basi uta click sign out, kisha click sign out. Utakuja hapo kwenye ku login kama kawaida, utaandika nchi yako, kisha utaandika namba yako ya simu. Kisha uta click Submit. Ukisha click hapo submit, sasa hapa tutaenda kuandika password yetu tutaenda kuandika new ila yetu tutaenda hapa hii sehemu ameandika forgotten password. Password forgotten. Tutaclick hapo au tutaclick recover account. Tukisha click recover account, tutaenda tutachagua nchi. Tukisha chagua nchi yetu tutaweka namba yetu ya simu ea namba yetu ya simu tuta click submit. Sasa hapa, kabla tujaendelea mbele, uh, kuna jambo jingine ambalo utatakiwa kufanya hapa verification hii. Verification ya mfumo wa Pi Network huko tofauti kidogo na zile verification za kawaida ambazo sisi ndo tunatumiwa verification code. Huu mfumo wenyewe huko tofauti, yaani upo kinyume, kuwa wewe ndo unatuma verification code kwenda kwenye system ya Pi Network afya wenyewe kule ndio ita verify kwa huyu ni mtu sahihi, sio kama vile WhatsApp na Facebook wanavyofanya wenyewe. Wanakutumia wenyewe kodi, afu unaingiza una verify, ila wewe ndo unawatumia wao kodi, afu wao wana verify. Kwa hiyo kitu cha hapa cha kufanya cha muhimu, itabidi uhakikishe laini yako ya simu unayotumia umewezesha kutumia bila bando umewezesha matumizi bila bando. Ukishawezesha matumizi bila bando, utaweka vocha ya shilingi mia tano, mia saba mpaka elfu moja. Basi, kama vocha hiyo umeshaweka, utakuja utakliki hapa. Ameandika open SMS, utakliki open SMS, utakliki message za kawaida, usiklik message ya WhatsApp itakupeleka kwenye message ya kawaida. Namba ya simu itakuwa iko pale juu, namba ya Marekani, na hii hapa chini, hii ndo kodi ambayo unatakiwa uitume. Basi utatuma hiyo kodi, ikiandika ime verify hapo inamaanisha mambo yako tiki. Ikiandika message delivered mambo yako tiki, na ukirudi kwenye application yako ya Pai, utaona hapa imekuandikia verified, yani complete kodi ile basi kodi ikisha kwa complete utaambiwa uingize password mpya. Basi utaingiza password mpya au utaingiza password yako ile ile ya zamani. Basi kwa hiyo ukishafanya hivyo, basi utakuwa umeshakamilisha zoezi hili na utasubiri ndani ya masaa sabini na mbili unaweza ukawa lifted kutoka kwenye tentative KYC na ukapewa liveness check na hii hata pia wale watu ambao hawajapata slot ya KYC, pia watu wengi wamesema njia hii imewasaidia wao kupata KYC slot. Kwa hiyo ndugu zangu wana pioneers, na ni kwa ajili gani hii inasaidia? Hii inasaidia maana inaonyesha kwenye system uko active, yani inaonyesha system kule itasoma, kuna kitu cha tofauti kimefanyika katika akaunti yako ya kuverify hata kama ulisha verify nyuma, ikaona umeverify tena, kwa hiyo inakupa kipaumbele kuweka juu ya listi ya wengine. Kwa hiyo, ana pioneers, ndo hayo tu. Karibuni sana, asanteni tena, na mkipenda video hii naomba mlike na msubscribe, na pia mkipenda kwenye comment acheni maelekezo na mseme kama mtataka video nyingine za kuhusiana na Pai na mnataka video ya kuhusu kitu gani na jambo gani mtaka kufahamu kwenye pai, basi nami nitawaelekeza. Santeni sana na karibuni sana wana pioneers.